We malaika sasa, huku unanipeleka wapi? We tulia, kuna surprise nataka kukufanyia mimi. Sitaki mambo ya surprise bwana, we niambia, tunaenda wapi? La sivyo hivyo, mimi siendelei na safari. Nataka nikakuoneshe mahali ninapoishi sasa hivi, na pia mwenzio, kuna mwanaume nimepata anataka kunioa, ndio nataka nikakutambulishe kwake. Una muda gani tangu uanzishe mahusiano na uyo mwanaume? Sasa hivi tuna wiki mbili tangu tuanze mahusiano. Yaani, tangu nizaliwe sijawahi kupata mwanaume anayenipenda kama huyu. Usimalize uondo, rafiki yangu, twende nikajionee kwa macho yangu hizo sifa unazomwagia mtoto wa mwanamke mwenzio. Sawa, twende ukajionee mwenyewe. Karibu Cha Usiku, hapa ndo ninapoishi kwa sasa na mme wangu mtarajiwa. Asante rafiki yangu. Bebi, leo nimepita na rafiki yangu apafahamu nyumbani. Oh, karibu sana shemeji. Asante. Vipi Cha Usiku, uko sawa? Ndiyo, nipo sawa. Bebi, huyu ni rafiki yangu anaitwa Cha Usiku. Nashukuru kumfahamu. Cha Usiku, huyu ni boyfriend wangu anaitwa Alex. Habari yako Alex. Salama tu. Cha Usiku, jisikie uko nyumbani. Asante Cha Usiku jisikie huru hapa, ndo nyumbani uh. Asante, nashukuru kupafahamu. Naomba mimi niwae nyumbani sasa, niza kuja kuwatembelea siku nyingine. Cha usiku uko sawa kweli? Ndiyo nipo sawa kabisa. Bebi, ngoja nimsindikize cha usiku mara moja na kuja. Sawa mpenzi. Okay, cha usiku, tuna nikusindikize. Sawa, twende We Malaika, hivi unauhakika unataka kuolewa na yule mwanaume? Ndiyo, nataka kuolewa naye. Ehe, alafu nimekumbuka, niliona jinsi ulivyojibu nilipokutambulishwa kwa boyfriend wangu. Vipi, unamfahamu? Ndiyo, namfahamu vizuri. Hebu niambie, mmefahamianaje? Alex ni ex wangu. Unasemaje cha Usiku? unamaanisha Alex huyu mpenzi wangu ni ex wako? ndiyo. Sasa ilikuwaje ukaachana naye? Kwa ufupi ni kwamba Alex alikuwa mwanaume mbaya sana kwangu, na nisingependa kukuambia alichonifanyia kwa sababu sitaki kuharibu uhusiano wako na yeye. Mbona Alex ana roho nzuri sana? Kwa nini? Alikufanya nini hadi unasema alikuwa mwanaume mbaya kwako? Labda wewe anakupenda zaidi kuliko alivyokuwa ananipenda mimi, ndio maana unaona ni mwanaume mzuri. Hapana cha usiku, hebu nieleze alichokufanyia ili kisije kikajirudia kwangu kama nilivyokuambia Alex alikuwa mbaya sana kwangu. Kipindi chote cha mahusiano yetu kilikuwa ni mateso kwangu, yaani hata sitaki kukumbuka. Malaika, sitaki kukuchosha na hizi stori, naomba tuachane nazo tafadhali. Hapana cha usiku, siwezi kuchoka. Wewe niambie tu, nahitaji kujua zaidi kuhusu Alex. Una uhakika unataka kujua? Ndiyo, nataka kujua. Ok, acha nikwambie. Kwa kuwa umeng'ang'ania, ukweli ni kwamba Alex ana roho mbaya sana. Alikuwa analeta wanawake ndani na kunilaza mimi store, na kila nilipokuwa nikimuuliza kuhusu hiyo tabia yake ya kuwaleta wanawake ndani, alikuwa ananipiga na kunifungia store bila chakula wala maji. Na huko sto, alikuwa anakufungia kwa muda gani? Mara nyingi alikuwa ananifungia usiku, kisha asubuhi ananifungulia, lakini kuna siku alinifungia siku tatu bila chakula wala maji, na aliponifungulia hiyo siku ndio ilikuwa mwisho wa mahusiano yetu. Lakini bwana Alex ni mpole sana, aliwezaje kufanya hayo yote? Alex ni mpole kwako kwa sababu mahusiano yenu ni mapya, lakini akishakuzoea tu ndio utaona rangi yake halisi. Kwa kweli, mimi bado nashindwa kuamini hicho unachoniambia najua itakuwa ngumu kwako kuamini kwa sababu hata mimi nilivyoanza mahusiano na Alex nilidhani nimepata mwanaume sahihi kutokana na maaba aliyokuwa akinionyesha, lakini baada ya kuanza kupigwa matukio ndo nikagundua kuwa nilikuwa kwenye mahusiano na shetani aliyekuwa amejivika ngozi ya kondoo. Mm, Cha Usiku, unajua unanitisha Malaika, unanijua vizuri, sijawahi kukudanganya hata siku moja. Ndiyo, ninafahamu hujawahi kunidanganya, lakini hayo unaonieleza yananitia wasiwasi. Ndiyo maana nilikuwa sitaki kukuambia, kwa sababu nilikuwa sitaki uanze kuwa na wasiwasi na mme wako mtarajiwa, ila kwa kuwa umeshajua ukweli, wewe tulia. Muda sahihi ukifika, utajionea mwenyewe tabia za Alexi. Nashukuru sana Cha Usiku kwa kuniambia ukweli. Sawa, ila nakukumbusha tu kuwa makini, usije kusema sikukuambia. Asante kwa ushauri, nitakuwa makini. Sawa, kama utahitaji chochote usiache kuniambia. Asante Cha Usiku, nitakupigia simu baadaye. Sawa, kwa heri. Kwa heri rafiki yangu. Hivi Alex anaweza kufanya hivyo kweli? Hapana, siamini, ila itabidi nichukue tahadhari mapema. Baby, mbona unaonekana una mawazo sana? Uko sawa kweli? Niko sawa. Hivi unamfahamu huyu rafiki yangu uliyekuja naye leo hapa? Ndiyo namfahamu. Umemfahamu vipi? cha usiku, alikuwa girlfriend wangu lakini nimeachana naye miaka mitatu iliyopita, na sasa hakuna kinachoendelea kati yetu. Oh, kumbe kweli ni eksi wako eh? Ndiyo, ni eksi wangu. kwani kuna shida? Hakuna shida yoyote. Una uhakika? Ndiyo, na uhakika. Hebu naomba uniache kwanza, ninataka kupumzika. cha usiku, rafiki yangu, ninahisi kuchanganyikiwa, sijui hata nifanye nini. Mimi ningekushauri uachane naye tu, ila kama unataka kuendelea naye pia ni sawa. Hapo ndo ninapochanganyikiwa zaidi, nashindwa kuchagua kabisa kati ya kuachana naye na kuendelea kuwa na mahusiano naye. Kwani alisemaje ulipomuuliza? Alikubali kuwa wewe ni ex wake, lakini hakusema kitu chochote hawezi kusema, mi namjua vizuri. Uamuzi bora ni kuachana naye, la sivyo utateseka sana. cha usiku, nitakupigia baadaye. Sawa bebi, tayari nimesha kuandalia chai, twende ukanywe. We nenda tu ukanywe. Mimi kwa sasa sijisikii kunywa chai bebi. Uko sawa kweli? Eee, niko sawa lakini. Naona kama una mawazo. una tatizo gani? Hapana, mi niko sawa, kama chai nitakunywa baadaye. Najua siku zote unapenda kunywa chai mapema, sasa leo unavyosema ujisikii kunywa chai nashindwa kuelewa, una tatizo gani? Mimi wala sina tatizo Alex, ila bado najihisi nimeshiba, kwa sababu jana usiku nilichelewa kula. Una uhakika? Ndiyo, nina uhakika. Unahitaji kitu chochote nikuletee? Hapana, kwa sasa nataka tu kulala, hivyo naomba uniache Sawa. Vipi bebi, mbona umewahi kuamka kwa? Kwani nilikuwa nimelala, lakini siulisema nikuache ulale? Nilikuwa nataka tu kubaki peke yangu, wala sikuwa na usingizi hivi cha usiku. Unajua toka jana sikuelewi ni nini kinaendelea hapa Alex. Kinachoendelea hapa ni kwamba najua wewe ni nani, unajua mimi ni nani? Unamaanisha nini Alex. Nimechoka na haya mahusiano. Sihitaji tena kuwa na mahusiano na wewe. Nataka nipumzike kwa sasa. Hii mbona kama imekuwa serious? Umechoka na mahusiano kivipi? Tafadhali naomba unieleweshe Malaika. Alex, najua kabisa wewe ni nani na sitaki kabisa mahusiano na mwanaume mwenye tabia kama zako. Kwani nimekukosea? Tafadhali niambie nimekosea nini, naweza kujirekebisha Malaika. Alex, nataka uondoke nyumbani kwangu sasa hivi. Baby, usifanye hivyo. Naomba tuongee kwanza. Sina cha kuongea na wewe Alex. Tafadhali naomba uondoke nyumbani kwangu. Baby, naomba uniambie ni wapi nilipokosea tumalize tofauti zetu. Najua wewe ni nani. Na sitongoje uonyeshe tabia zako chafu kwangu. Naomba uondoke. Malaika, hebu nieleweshe kwanza. Nimekosea nini mpaka unifukuze kwako kama mbwa? Hakuna cha kuzungumza hapa, naomba uondoke. Bebi, acha utani basi. Ondoka Alex. Karibu Cha Usiku. Asante sana rafiki yangu, yaani nimefurahi sana kusikia umeachana na yule gaidi. Acha tu, Cha Usiku, yaani hadi sasa bado siamini kama kuna binadamu wana roho za kishetani. Binadamu ndo alivyo, lakini usijilaumu, yeyote anaweza kudanganywa, ila nimefurahi tu umeachana naye. Unajua nini cha usiku, kinachoniuma zaidi ni kujua rafiki yangu niliyemwamini ndio anajaribu kuharibu mahusiano yangu. Nini wewe? Si ndio ulisema umeachana na Alex, kwa hiyo ulitaka na mimi niachane naye, siyo? Tena ukaniambia nikiendelea kuwa naye kwenye mahusiano atakuja kunitesa. Kwa taarifa yako, ukweli wote nimeujua. Ukweli gani Malaika? Ina maana uniamini tena Unataka ni kuamini rafiki mnafiki kama wewe. Sasa kwa taarifa yako, Alex ameniambia kila kitu kuhusu wewe. Ameniambia mpaka ulivyomuunga daktari ili amdanganye Alex kuwa hana uwezo wa kupata mtoto ili usimzalie. Malaika, sio hivyo rafiki yangu. Ngoja nikuambie ukweli. Uniambie nini? Alex alitaka mtoto lakini haukuwa tayari kumzalia na haukuishia hapo tu. Uliendelea kuchafua heshima yake mpaka mtaani. Na hiyo ndio sababu iliyofanya akuache. Ukweli ni kwamba nilimpenda sana Alex na nilifanya hayo yote kwa sababu nilihofia kuwa angeniacha iwapo angegundua kuwa sina uwezo wa kuzaa. Haya sasa, kuachwa ndo ulishaachwa. Ndio sasa unataka na mimi niachike, siyo? Malaika, kumbuka tumekuwa marafiki toka zamani. Tafadhali naomba hili lisiharibu rafiki wetu. Urafiki gani huu? Sio urafiki cha usiku. ungekuwa rafiki wa kweli sidhani kama ungenifanyia hivi. Naomba unisamee Malaika, na kuahidi hili halitajirudia tena. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako cha usiku. Kwanza funga huo mdomo wako na uondoke nyumbani kwangu kabla sijakuitia polisi.